Na Damaro leo yuko pamoja. Damaro kwa anatawala lile eneo kama vile kama vile unakula una, una ugali, sawa? Ugali kuna kachumbari, sijui kuna maharage, kuna masoto, yani mboga saba draft. Ndicho ambacho kwa anafanya Damaro kwenye mchezo. Sexy football alikuwa anagusa tu. Kwa sababu uh, nani Dieng alikuwa yuko mbali na shimo kwa sababu kuna mtu kwa anamkosa pale kwenye lile eneo. Imam Mashola. Ni kwa anamkosa Imam Mashola. Kwa sababu uh, Dieng Atia na mashauri juu yao. Hayupo kwenye mchezo. Kwa hiyo kuna wakati Damaro alikuwa bora sana Dukiabuya anazunguka mno. Yaani kwa hiyo mchezo usikuna pengo la Mudathir Yahya kuingia. Angekuja kuharibu mechi. Yanga Yanga uende Yanga angefungwa. Lakini kwa performance ambayo ameicheza Damaro well and good. Anatoka hata visigino. Hata hivi amecheza Dodoma Jiji. Tumeelewa? Kumbe ni Ahli. Mabingwa wale. Wa muda wote. Timu bora ya karne. Lakini Damaro hana hata sasa eh, pa anagusa tu pa anagusa. Uyo Pakome ndo balaa, gari limewaka. Mimi ni kwambia tu kweli. Young Africans ina wachezaji ambao wenye quality sijai kuona kwenye inchi. Pakome ka kawanyambua watu kwenye box. Sasa ni utaje maelezo mengi. Kipluvo bench, unaona. Pakome kawanyonyoa. Maxi kawachanganya wachanganya. Damaro ka kavuruga. Okelo ka katifuatifuwa. Nyuma mwa Mnyeto. Sitaki kumzungumzia. Walio kuwa namsema vibaya mwa Mnyeto, aibu za wanaziona wao. Mi sisemi sasa hivi tena. Yaani nikiongea mimi mzee Amida anaonekana nalombana na watu siwapendi, sizungumzi tena. Walio kuwa namuona mwamu yetu wamefeli maisha. Mwamu yetu ameshuka kiwango. Sasa nduwa namuona mwamu yetu. Mwamu yetu amerudi upya. Hana papara. Akupala mi. Hani kwa timu zingine wabiki ora kwa nakupandia ni mdo. Kasa kudandia. No no no. Anagusa mali. Mwamu yetu anachukua mali. Mpira juu anatuliza. Anaweka chini. Anagusa. Sio mbaya, ameshindwa tatu amepata moja, na ndio maana umeona dakika tisini zimemalizika hajawajalia wachezaji, kwa sababu amepata alama moja In, ni muhimu pia alama tano vizuri tumeona mchezo wa halhali na, na, na Yanga hmm, wameamua kugawana point. Ya, yeah, mchezo fulani mzuri, mbinu za kiufundi. Yanga Africans yamefanya mabadiliko makubwa sana ukitofautisha na mchezo wa nyuma ambao Yanga Africans yali, alipoteza kwa mabao mawili kwa sifuri. Leo wamecheza vizuri mno si wadai wachezaji wote wa Yanga Africans wamepambana mwangalie Damaro kwenye eneo la namba sita Kiboka Yanga enkatikati a mno, lakini baada ya kurejea kipindi chapili by the way Young Africans ameipata bao la set pieces lakini pia na wao pia wamefungwa bao la aina hiyo hiyo. Mpira ambao ulikuwa umepigwa kwenye kwenye kwenye boksi pale kona ile imezongazonga baka anataka kuokoa na boka. Mpira uko nyuma kwa boka au uone amefanyaje anakuja Tradegate anamtengea Dieng. Dieng anapiga kamba, anasawazisha moja moja. Ukitoa ukitoa ukitoa bao ambao wamefunga Ahali la set pieces hiyo ambayo Young Africans pia amenufaika nayo kwenye bao la baka kipindi cha pili walikuja wakadominate waka mchezo na wakajaribu kuwalazimisha amecheza vizuri mno by the way amelipata performance nzuri Alan Okelo bonge moja la winga ananyambua tu kwenye boksi anafanya vitu vyake mimi siwadai Young Africans kwenye huo mchezo. Lakini Young Africans tusisahau kwamba hajapoteza ametoa sare kwenye makundi, sare inahesabika alama moja, amezikosa tatu amepata moja. Kwenye kundi lake bado uko nafasi ya pili alama tano, hata huu mchezo wa baadaye. Sawa, Jesse Kabili na Farah Bati. Tunaelewa. Yeyote atakayeshinda kwenye huo mchezo, bado Young Africans bado Young Africans atakuwa na nafasi ya pili kwa sababu atakuwa na mabao mengi ya kufunga na kufungu na kufungwa. Young Africans hajaruhusu mabao mengi kwenye hii michuano mpaka sasa ameruhusu mabao matatu tu. Tunaelewa? Ah, wengine wameruhusu mabao mengi. Labda mtu hajafungwa leo tano bila. Na hicho kitu ni, ni, kama vile ndoto. Alafu faida ambayo wengine Young Africans yanayo, anakuja kucheza na Jesse Kabila kwenye uwanja wake nyumbani, kabla ya kusafiri kwenda Moroko kwenye mchezo wa mwisho na Farabati. Akishinda kwenye mchezo kwenye mchezo dhidi ya Jesse Kabila hapa atakuwa na alama nane. Unaelewa? Atakuwa na alama nane na atakuwa anasikiliza mchezo kati ya Ahali na JS Kabili na, na moja kwa moja. Je, anakuwa na alama tano. Sana mbili, anakuwa na alama tano. Yanga, yanga, akishinda, anakuwa na, na, na Farabati Farabati anakuwa na alama tano. Yanga anakuwa kucheza na Kibonde ambaye anakuwa na alama mbili, akijibondea anakuwa na alama nane. Mchezo kati ya ya Ahali na na, na Farabati, kama Farabati akishinda anakuwa na ngapi? Na nane, anamsimamisha nani? Ahali wanakuwa sawa, tofauti ya mabao kufunga na kufungwa. Yanga hapo kazi, mchezo wa mwisho anacheza na Farabati kwao, akibondwa haendi manake atakuwa na ngapi? Nane, tisa, kumi, kumi na moja sitatu, atakuwa na kumi na moja. Kwa hiyo ili tusifika kwenye mambo hayo ya kumwombea fulani, mzee, shinda mechi zako, yeye na Ahali uzani uko sawa lakini sio mbaya amekuwa ameshindwa tatu amepata moja, na ndio maana umeona dakika tisini zimalizika hawajalia hajali, wachezaji kwa sababu wamepata alama moja in, ni muhimu pia alama tano sinaelewa. Kwa hiyo Young Africans kwa hivi sasa najua nguvu yake iko kwa wapi. Kwa JS Kabylie na Yanga, ana advantage kwenye uwanja wa Amani, hajafungwa nyumbani. Possibility ni mbili: Yanga akicheza amani akufunge, ama wewe uombe sare kwa sababu yeye ndio anaweza kufunga kwenye mchezo Ahali, ameomba sale, lakini amekuwa na performance nzuri sana Yanga Afrika kwenye mchezo na Ahali. Ukiangalia mabato kwenye mchezo wa kwanza uh, Dieng na Damaro, leo yuko hapo Damaro, anatawala lile eneo kama vile kama vile unakula ugali. Sawa, ugali kuna kachumbari, sijui kuna maharage, kuna masoto, yani mboga saba, kwa sababu nani Dieng alikuwa yuko mbali na shimo kwa sababu kuna mtu kwa alimkosa pale kwa kwa la mkosa kwa sababu, uh, Dieng, atria juu yao, kwenye ile eneo maao wenye kumbe ni Ahali mabingwa wale wa muda wote, timu bora ya karne, lakini Damaro ana hata sasa eh, pa anagusa tu pa anagusa huyo, pa kona ndo balaa, gari limewaka. Mimi nikwambie tu kweli, Young Africans ina wachezaji ambao wenye quality sijai kuona kwenye nchi. Young Africans ina wachezaji wenye ubora sijai kuona kwenye nchi. Simba kasajili sasa hivi desha dogo, Simba elewa, Simba achana nao kuna pakome ah, kuna ah, mimi nakuuliza mimi, ah, nakwambia ah, nikisema Young Africans ndio timu pekee ambayo ina wachezaji wenye ubora na viwango kwenye nchi. Nakwambia pakome umenyo kwenye nchi, kwenye timu ya Yanga, kwenye nchi yani wachezaji wenye ubora kwenye nchi, kwa Yanga tu. Yanga wanao, ndio timu hata ah, kwani ni woko ni Simba hana. Yanga si ndio anaongoza sasa hivi kwenye kwenye timu zote za, za, za, bongo kimataifa, si ndio ana alama tano? Simba na alama ngapi? Yai, Yai la nyoka kesho ni mguu wa shingo mguu wa roho, lazima watoe mguu wa shingo mguu wa roho, ndo unacheza qualities. Tunazungumzia sana hapa, yaani hakuna sijui cha mguu wa shingo mguu wa roho, sijui kwa Mkapa atoke mtu, sijui kiingilio 1000 sijui nini, hamasa zicheze zote, wamezurura paka Temeke Buguruni Gongo la Moto. Qualities tunazungumzia qualities, yeah. una quality hiyo ya kupambana na, na, na opponent wako, opponent wako unayo? No, quality una uwezi kupata uwezi kupata alama. Angalia quality ya Young Africans Pakome kawanyambua ka watu kwenye boksi, unahitaji maelezo mengi? Pakome kawanyonyoa, Maxi kawachanganya, Damaro kawavuruga, Okelo kakatifuatifua, njoo nyuma, mama Mnyeto. Sasa kumzungumzia waliokuwa wanamsema vibaya mama Mnyeto, aibu zao wanaziona wao, mimi sisemi sasa hivi tena. Yaani, nikiongea mimi mzee Mido anaonekana analombana na watu, siwapendi sizungumzi tena. Waliokuwa wanamuona mama Mnyeto amefeli maisha, mama Mnyeto ameshuka kiwango, sasa ndio anamuona mama Mnyeto amerudi upya hana papara akupalami ani yaani kwa timu zingine wanabikiwa na kunakupandia ni mdeo hasa kudandia. No, no, no, anagusa mali mamyeto, anachukua ana, ana, ma ana mali mpila. Jua anatuliza, anaweka chini, anagusa weka mpila chini, tucheze, tucheze, anaangalia. Baka amekaa sehemu fulani, anamwekea, anapiga mguu kule, anapiga mguu wa kushoto. Kuna muda anakuamishia safi kabisa, really good. Ndo mamyeto haya. Hiyo nini quality, sio uchawi huo. Quality wewe unasema ni quality na quantity bora na na viwango viwango, lazima lazima uzingatie ubora, hata bidhaa ipite kwenye mamlaka husika ithibitishwe TBS, yes. Yaani wana TBS yao kwenye timu yao beki namba mbili. Njoo juu Damaro na Duki Abuya, quality. Sogea winga huko, Max inga huko, Pakome quality. Njoo Okelo quality, malizia Depo quality, anaingia Dube quality, Israel Mwenda quality. wachezaji wote mwacha, wanaoanza wana ubora, wanaomaliza na ubora. Kuna timu wanaoanza leo mkononi, wanaomaliza leo mkononi. Sikia sasa, Mzomida unaangalia mechi kama vile umebeba yai gizani, ukijukua tu linapasuka. Timu gani yani, ukijukua tu linapasuka. ushe ushe ushe, umebeba yai gizani wotutasuknaule au, au, au, eh! <laughs> eh, mkononi, mkononi. Mfano Tanzania timu ambazo zinashiriki kwenye michuano ya kafu na kombe la shirikisho timu nne hey! Young Africans Malizi mimi nasema Yanga Africa ndana alama ngapi afumalizia malizia? Yanga Africa ndana alama ngapi? 5. Ongea kwenye mic usikike. Yanga Africa ndana alama ngapi? 5. Azam ndana alama ngapi? 3. Singida ndana alama ngapi? 3. Simba ndana alama ngapi? Ana alama. Ndio kibonde wa nchi. Yaani kwa hivi sasa kibonde wa nchi ni Simba. Ana alama yote. Michezo mingapi amecheza? Amecheza michezo mi, eh, mitatu. Mi tatu. Michezo, mitatu. Michezo mitatu hiyo, nyumbani amecheza mechi ngapi? 2. Mechi mbili. Zote kafungwa. Kashenyentwa ngine toa game mbili humu ni, anagawa utamu, anagawa utamu, kagawa utamu nyumbani, kaona inatosha kidogo utamu na awei mbele na nyuma. Sasa hiyo timu utasema kitu gani? haya quality ziko wapi? na a, tu, twende twende twende. Nani goalkeeper? Ah, goalkeeper si unamjua. E, twende aliye kuepo. Ah, tusanzie mpya, tuanzie kwanza kipaa zamani. Ah, nakutajia sasa. Mimi nikisema kama, kama quality sema kama sio quality sema yakubu quality. <laughs> ana quality na quantity vigezo. eh? Yeah? Vigezo, yani ana ubora na vigezo. Ndio yeah eh. Ya kubwa. Ya kubwa. Kapombe. Ah. Babu tena huyo ana vigezo na ana ubora wa hali ya juu. Duchu. Em, nasemaje duchu. Migo. Experience ya wana niño, Experience ya wana mtangazaji unatetemeka. Unaona aibu, yani haya umeshukwa na soni. Ah Mutale. Quality na quantity. Uliona bao lake na kwenye kwenye quality na quantity. Eh? Vigezo vigezo, na ubora anavyo. Mwanengo. Unaona? Um. <laughs> <laughs> Paka mwenye unacheka kwa sababu nakwambia, nakwambia ndivyo ambavyo unaona. So unaona timu ilikuwa inacheza, jamani, nizungumze kitu gani? Timu ilikuwa inacheza, unaona hii hii, bado babatu, hii timu ina flow, timu hai flow, timu ina fluke. Yaani, kuna timu zingine zinapata matokeo kwa kufluke, yaani akishindwa, unasema eh, alhamdulillah, tumepata alama tatu Lo lo mkononi umeshikilia bomba hivi. Shikilia bomba shehe kutoka Tegeta mpaka Mbagala. Lazima ule ushibe. Masaa zaidi ya mangapi? Matatu manne. Toka Tegeta tafute Mbagala afu umeshikilia bomba. Balaa zito. Sasa haya matokeo ambayo amepata Young Africans. Kama watu wanaona madogo haya, wanawacheka, wasubiri mechi yao. Mimi nitaka niulize a kipindi cha kwanza Yanga amecheza vizuri kwa maana ya kwamba yawezekana kocha approach yake ilikuwa ni nzuri sana, ila kipindi cha pili, hali wameonekana kucharuka na kuwa na ubora wetu. Watu wengi wakawa wanasema labda hali ya hewa kwa kipindi cha kwanza jua lilikuwa kali, afu kipindi cha pili kidogo jua likawa limefifia. lime unaweza kusema ni eneo gani ambalo ya Yanga wamekosea mpaka wakaadhibiwa, pia mpaka wakapata sare ya goli moja, moja? No, no no, mpango wa kipindi cha kwanza ulikuwa mwingine, kwa ahali mpango wa kipindi cha pili kwa mwingine. Mpango wa kipindi cha kwanza wasiruhusu bao walivyoruhusu bao kipindi cha kwanza, wakabadilisha plani kipindi cha pili. Kipindi cha pili wakaja na plani ya tupate bao tusawazishe, angalau tusipoteze huku, angalau tupate alama moja. Ndio plani yao second half, by the way, imefanikiwa second half aha. Walikuwa wanashambulia sawa, first half walikuwa wanashambulia kwa dakika kadhaa, lakini baadaye wakarudi kwenye plani ya kutokuruhusu bao ili waondoke bila bila kipindi cha kwanza, lakini angalau kaza kapata bao. Kwa hiyo second half akabadilisha plani mwalimu akaja na plani atupate bao tusipate aibu angalau tuambulie alama moja, tusipoteze alama zote tatu. Ndicho ambacho amekifanya, ndio maana second half Ahali alikuwa ameshambulia, kuna maanisha tu bao la pieces Ahali, kuna kuna, kuna moja tu zikita amepiga Diara ame, ame, ame, ame, ame save kwa goli kuna, by the way ndio plani ya pili second half, tufunge tupate bao la kusawazisha, alafu tuangalie mpinzani ndio atakaje, kama akiendelea kuachia mwa sisi tutatafuta bao jingine, kama akikaza tutakuwa tunatafuta sare na ndio maana wakaipata sare. Kuna wakati warabu walikuwa wanalala hivi, walishalizika na plani yao ya second half, tupate bao tupate alama moja mbili, tuwachie wao moja, sisi hatutosha, tuko ugenini. Imewasaidia, wamezidi kujikweza kwenye msimamo. Tunaelewa, kwa maana kocha wa Al Ahly amepatia ule mfumo wake, plani yake ya pili imefanikiwa, kwa maana plan..., pla ya yanga za like second half ndio ambayo imefeli, hiyo ukweli lazima tuseme, kwa maana Al Ahly angeanza na ule mpango wake wa pili Ingekuwa ni bora sana, angepata mabao zaidi hata mawili sasa first half sasa yeah, ndo angefungwa nyingi. Unajua sababu gani? Uko away mm, by the way huko away na wao wanamjua pakome ni nani. Ndio maana sasa first half walikuwa wamfadi pakome, yani wakimkaba wa pakome wa, wana wana wanamwachia wana distance ili wow, wa, ili waamuone, yes, yani ukimkaba mfano unaona kwa kaba na kuachia distance ili ni kuone kuliko ni kung'ang'ania hivi rahisi kunipindua na kupita. First half mpango wao ulifanikiwa.